Ndani ya alasiri tunaweka mjadala hapa kama ilivyo ada yetu, na leo kipekee tupo na shirika la taifa la maendeleo NDC na tunafahamu kuwa uh, wamekuwa shirika ambalo limekuwa likifanya shughuli mbalimbali, na leo tunaangazia juu ya kiwanda cha viwatilifu kiwanda ambacho kimeainishwa kwa muda mrefu kwa takriban miaka saba sasa, watatuambia mengi kuhusu eh, kiwanda hichi, na wao wamekuwa wakikisimamia kisi, waki kwa muda wote tangu kuanzishwa kwa kiwanda hichi. Na kipekee tunaye hapa mkurugenzi wa viwanda ambavyo vinaleta maendeleo kutoka shirika la taifa la maendeleo, Easter Mwaigomelo. Karibu sana Easter, mkurugenzi wa viwanda vinavyo vya vya kuongeza thamani. Wewe umeiweka vizuri viwanda vya kuongeza thamani, tuanzie hapo hapo, ni viwanda vipi hivi ambavyo lengo lake ni kuongeza thamani? Asante mtangazaji, labda kabla ya kuenda moja kwa moja, au kuturudi kwenye historia kidogo tu ya namna gani NDC tuna uh, husiana na hiki kiwanda, sawa, cha kuzalisha bidhaa za kibiolojia. E, kama ambavyo mnafahamu NDC au shirika la taifa la maendeleo ni shirika kongwe toka wakati wa ukoloni, mm. Lilianzishwa mwaka 1948 kama Colonial Development Corporation. Sawa. E, kwa ajili ya kushughulikia masuala ya uchumi wakati huo wa ukoloni Uh, na baada ya uhuru mwaka 1962 likabadilika kuwa Tanganyika Development Corporation mm -hmm. kwa ajili ya malengo hayo hayo ya kusimamia maendeleo ya uchumi, likaendelea kufanya kazi kwa jina hilo mpaka mwaka 1964. Baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ndio likabadilika na kuitwa National, National Development, Development Corporation, Corporation mpaka leo hii Lengo lake kubwa ni kukuza uchumi. Kwa hiyo kwa mandate specific ya ya shirika la taifa la maendeleo ni kusimamia, kuendeleza na kufuatilia utekelezaji wa viwanda vya msingi kwa kushirikiana na wawekezaji binafsi pamoja na wadau mbalimbali nje na ndani ya nchi. Sasa kupitia malengo haya ya ya ya kukuza uchumi wa viwanda Uh, ndipo kiwanda hiki cha kuzalisha bidhaa za kibiolojia inapoingia mm. Inaingiaje? kiwanda hichi kinatumia teknolojia ya nchini Cuba kutoka nchi ya Cuba. Sawa. Na inafikaje hapo? Mahusiano yetu ya nchi ya Tanzania na Cuba mm. yalianzishwa mnamo mwaka elfu moja mia tisa themanini na sita na waasisi wetu wa taifa mwa mm. hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Fidel Castro, okay. Ambapo walikubaliana kushirikiana katika maeneo makuu matatu mm. eneo la afya, kilimo na elimu, na wakawa wakitekeleza majukumu yao hayo ili kusaidia nchi zao na wananchi wao. Kwa hiyo uh, katika kutekeleza hayo mahusiano ya kidiplomasia mwaka 2009 na wakati huo rais wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete hmm. alipokwenda ziarani nchini Cuba uh, katika kufuatilia utekelezaji wa haya makubaliano alibaini kwamba nchi ya Cuba imefanikiwa kutokomeza kabisa ugonjwa wa malaria. hmm. yes, kwa hiyo wakakubaliana kwamba nchi ya Tanzania nayo itumie teknolojia hiyo hiyo ambayo ni teknolojia ya kutumia bidhaa za kibaolojia mm -hmm. ambazo ni bidhaa hazitumii kemikali mm -hmm. na kuanzisha kiwanda cha kuzizalisha hapa nchini Tanzania. Okay, okay, ukizungumzia hizo bidhaa mm -hmm. uh, ni bidhaa gani hasa? Ndo nakwenda huko. yeah, yeah, mm -hmm. kwa hiyo kiwanda hicho kilijengwa hapa nchini Tanzania mm -hmm. uh, tulielekezwa Shirika la Taifa la Maendeleo mwaka elfu mbili na kumi mm -hmm. kujenga hicho kiwanda kwa hiyo kiwanda kinazalisha bidhaa kumi za kibaolojia kwa kutumia mitambo iliyosimikwa pale kiwandani mm. mitambo hiyo hiyo, lakini bidhaa ya msingi sasa ilikuwa ni bidhaa hiyo ya kuzalisha viuadudu kwa ajili ya kuangamiza viluilui wa mbu wanaoeneza ugonjwa wa malaria. Hii tofauti na, na dawa zingine mm. inapuliziwa katika mazalia ya mbu okay. na inamuua mbu akiwa katika levo ya hiyo mm. ni dawa ya kwanza Shawa, ambazo ziko za aina mbili, viuadudu kuna Bactvec na Glycerif mm. ambayo moja iko kwa ajili ya maji machafu ya mitaro ya septic tanks na, na nyingine kwa maji masafi. Kwa hiyo hiyo ni viuadudu ambayo ina product hizo mbili, zote ni za kibaolojia, hazina kemikali. Na ukisema maji masafi, maana yake ni maji ambayo tunatumia kwa mazingira yetu ya kila siku. ya kila siku ya nyumbani ambayo unaweza kunywa kwa sababu hii ni bidhaa hai eh. unaweza hata ukaweka, kwa sababu changamoto zetu tunazifahamu kabisa. kuna nyumba ambazo unakuta kwenye korido au wapi, wamehifadhi maji no. na ukihifadhi maji kwa muda unakuwa tayari umetengeneza mazalia. Kwa hiyo zile dawa unaweza ukamiminia kule ukaondoa mazalia hmm, na maisha yakaendelea ukanywa ukapikia ukafanyia shughuli kama hizo mm. kwa hiyo hii ni, ni product ya kwanza ya viuadudu ambayo ina dawa mbili, mbili. Lakini product ya pili hiyo kwenye hizo bidhaa za kibiolojia kuna product kwa ajili ya sekta ya kilimo viuatilifu hai au kwa Kiingereza na kisayansi mm. biopesticides ambazo ziko za aina nne. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumeisha zalisha ya aina moja za aina nne. Sijui niende kwenye details watangazaji, au mtaendelea netuizungumza hii moja. Kwa hiyo uliniuliza hizo bidhaa ni zile. Kwa hiyo kuna hiyo kiuatilifu kwa ajili ya kuua wadudu katika mimea mm -hmm. Alafu kuna mbolea hai kwa hiyo unazikuta hizo mbolea hai ziko za aina mbili mm -hmm. Viuatilifu hai viko vya aina nne na hivi wadudu viko vya aina mbili, kwa hiyo zinakuwa sita, zinakuwa nane. Okay. kwa hiyo na mbili nyingine tutakubaliana na kampuni ya, ya Cuba, zitakuwa kumi kwa kutumia mitambo hiyo hiyo. Sasa mmeniomba ni focus kwenye hii ambayo hiki kiwatulifu kimoja hichi, lakini kabla ya kufocus kwenye mm -hmm. hicho mm -hmm. uh, mwanzo nili, nili, nilikuuliza kuhusu viwanda ambavyo vinaongeza thamani mm -hmm bila hi, shaka hiki ni kimojawapo. Je, yeah, uh, uh, raw materials mm -hmm. uh, ambazo tunazitumia mm -hmm. ni za kwetu ambazo zin, yani tunazalisha sisi wenyewe yeah. Sasa kwenye, kwenye kiwanda hiki cha hiki tunachokiongelea ambacho ni ajenda yetu leo hii mm. kinatumia raw material kubwa ya maji ambayo ni kutoka hapa hapa nchini ambapo hivyo viuwadudu hizo strain inaingizwa kwenye mitambo ya kuzalisha na kuwa kuongeza uzalishaji na kufikia mpaka lita milioni sita kwa shifti tofauti tofauti. hmm. Sasa ikifika hiyo milioni sita ndio inakuwa imefikia malengo ya mahitaji ya nchi nzima. hmm. Kwa hiyo kwa maana ya kuongeza thamani, hatu, hatutumii raw material kutoka nje ya nchi ni huyo huyo, huyo wanaita hiyo teknolojia hiyo strain okay, ambayo ni bakteria. So, labda mtazamaji nitoe ni ka elimu kidogo mm -hmm, kwamba hizi bidhaa hai eh, biological product zenyewe zinatumia bakteria kutoka ardhini ambao ni viumbe hai. Kuna teknolojia ya kutoa wale bakteria kutoka ardhini na hmm. Kutengeneza hizo bidhaa ambapo ya viwadudu ina strain wake ya, ya, ya mimea ina strain wake, na hizi mbolea hai zina strain yake, na hiyo ndio teknolojia ambayo tunachukua toka nchini Cuba, Cuba. Kuanzia okay. kuchukua hizo bakteria yes. na kuzitengeneza ku... huyo, huyo strain ni kitu okay. kidogo sana kinaletwa katika hmm. powder form. Hizi, hizi bidhaa tumeshaanza kuzitumia? Tunazitumia na sababu ya kuja hapa pia mtangazaji mm. ni kwamba uh, tuko katika technology transfer. Hizi mm. bidhaa kumi ninazozisema ndio yeah. ziko katika hatua mbalimbali mbali za technology transfer, kwamba hiyo teknolojia sasa walioitumia wenzetu kupambana na malaria mm. inahamishiwa kabisa nchini Tanzania sure. kwa hiyo mpaka sasa hivi tumefanikiwa kuhamishiwa teknolojia ya kuzalisha viwadudu na hivyo viwatilifu hai cha aina ya kwanza. Kwa hiyo sasa hivi ni made in Tanzania product. Kwa mimi yana... kuna kitu kimoja nataka kuelewa, hizi products kumi zote zipo kwa lengo la kukabiliana na, na, na, na, na mbu tu ama hizi? Yeah, product kumi ziko katika malengo mbalimbali mbali. Aha, yani tume, tumepata faida kubwa kutokana na hicho hicho kiwanda, msingi wake ulikuwa kupambana kutokomeza ugonjwa wa malaria nchini Tanzania ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini na, na bara la Afrika kwa ujumla, lakini katika mitambo hiyo hiyo tunaweza kuzalisha ssa bidhaa kwa ajili ya sekta ya kilimo okay. Na kwa ajili ya eh, sekta ya kilimo hiyo, viuatilifu hai ambavyo unapiga na kuua wadudu kwenye chakula bila kuathirika na kemikali sawa, hmm. Lakini pia kuna mbolea hai. Kwa hiyo hiyo ndio range hizo products. Yeah. Sawa. Sasa turejee hapo katika, umesema kwamba tayari hizi products zipo zinapatikana, na mimi binafsi sijui niseme imekuwa ngumu kuzielewa kuzifahamu kuziona mm. distribution yake ikoje? umetuambia at least lita milioni sita yeah. ndio ambayo inatosha kwa nchi nzima yeah. Tayari tumeshaweza kuzalisha lita milioni sita na kusambaza nchi nzima. Sofa, uh, matumizi ya hizi dawa yanakwenda kwa hatua okay. E, ni, ni, ni kwa nini milioni sita? Wakati wa uanzishaji wa hichi kiwanda, upembuzi yakinifu ulifanyika kuangalia mazalia ya mbu ya nchi nzima hmm. Ndo ikaonyesha kwamba mahitaji ni lita milioni, milioni sita ili kufikia kila, kila sehemu lakini utekelezaji wa matumizi ya hizi dawa E, una, una, unafuatana na mpango mkakati wa Wizara ya Afya wa kudhibiti malaria, ambapo ili kudhibiti malaria tunatakiwa kutumia afua za aina tatu. Mm-hmm. Kuna hii ya viuadudu, kuna hii ya viuatilifu ukoko na kutumia net hii ya viuatilifu ukoko na kutumia neti zinamwataki mbu aliye tayari mkubwa yupo mbu machuadi yani, ambaye ambaye unaweza kupambana naye yani <laughs> muue kutokea wapi? <laughs> Lakini sasa hii ya kwetu mm, inaenda kuua chanzo cha mbu na mbu, kama kwa taarifa yenu, labda mlikuwa mnafahamu au mfahamu, mbu katika uhai wake anaweza kutaga kuz, kuzaa watoto elfu moja mia nne yani ana, ana, ana, ana kila akiangua anaangua mia mbili na anaweza akafanya hivyo mara saba katika maisha yake, yani katika hizo wiki tatu anazoishi au siku thelathini ana uwezo wa kutengeneza hiyo population ya mbu. Sasa... hii dawa anayo <laughs> <laughs> ndani hapa, oh, kuishi na mbu. kwa hiyo hiyo dawa yetu inammaliza kabla hajazaliwa na kuleta familia ya mbu sasa. Sasa uh, Easter labda utuambie mm. Upatikanaji wa hizi dawa mm. Kiwanda kipo mmekiongeza thamani mm. eh, kutoka uh, kuzalisha mm. bidhaa kwa kutumia hizo nembo za Cuba mm. sasa hivi ni made in Tanzania mm. Vipi kuhusu soko, vipi kuhusu upatikanaji wa Tanzania wakihitaji hizo bidhaa mm. Hapo natamani sana kufahamu zaidi. Kwanza eh, labda elimu tu kwa watangazaji na wanaonisikia mm. kwa hii bidhaa ya kwanza hii ya viuadudu mm. nature yake ni, ni, ni bidhaa ya jamii ni community based okay. Ndio maana uh, utangazaji wake ni tofauti mm. kwa sababu uh, kuacha sisi uh, familia moja moja, watumiaji wakubwa ni halmashauri zetu. Sawa. kama mtafahamu halmashauri huwa wana, wana wana wale watumishi ambao wanapita Ndiyo. katika nyumbani lakini sasa kwa hii kuna kuwa na hao watumishi ambao wanaenda kumwagia kwenye mazalia, kwa sababu mazalia ni ya jamii, mazalia mengi ni ya jamii. Unakuta kuna dimbwi pale, sio la kwako no. sio la kwangu, na mbu tabia yake anasafiri. Kwa hiyo ukisema mtangazaji hapo upige kwako utawamaliza mazalia yako, lakini huyu mbu ataondoka, atakuja, atakwenda huko, ana uwezo wa kusafiri mpaka kilomita tano. Sawa. kwa hiyo watumiaji wakubwa ni halmashauri zetu ambao wanachukua mzigo pale kiwandani na kwenda kupiga kwenye hayo mazalia, lakini pia kuna watumiaji mmoja mmoja kama wewe, ambao dawa hiyo inapatikana ofisini kwetu NDC na kiwandani pale Kibaa, lakini pia tunatumia maagents mbalimbali. Mm, ndio yeah. Na kwa, na kwa bidhaa nyingine ambazo mnazalisha, kwa bidhaa hii ya kiuatilifu hai, bidhaa hii ni mpya, imesajiliwa mwaka jana. Tunaitangaza nayo kupitia maagents wetu kupitia vyama vya ushirika, kwa sababu hii dawa kama nilivyokwambia ziko nne na kila dawa inavyotengenezwa inakuwa imelenga mazao tofauti tofauti. Hii ya kwanza ime, imelenga uh, mahindi, pamba, mbogamboga mboga, lakini pia inafanya kwenye tumbaku kwenye maparachichi na mazao mengine, lakini stadi zilifanyika katika mazao hayo makuu matatu na kuonekana ubora wake ni zaidi ya asilimia tisini na tisa katika kupambana na wadudu wadhurifu katika mahindi, pamba na mbogamboga mboga. Kwa hiyo sasa hmm. tuna ipromote kwa hizo bodi moja kwa moja, bodi ya pamba, bodi ya, tumba, ya tumbaku hmm. ushirika wa wakulima wadogo wa wadogo hawa Mviwata na mtu mmoja mmoja hawa wenye bustani zao ndogondogo, au vikundi vya wanawake na namna hiyo na, na ndio maana tukaja leo kwenye vyombo kama, ili kuielimisha jamii kuhusu bidhaa hizi zenye ubora wa hali ya juu ambazo zinahusiana moja kwa moja na afya zetu na afya ya mazingira mnalenga kumaliza malaria Afrika Deo. Kama vile ambavyo uh, rais wa awamu ya nne aliona uh, tupite njia hii. Uh, umetuelezea kuhusu ndani hasa ni halmashauri, lakini hata kwa mtu mmoja mmoja, vipi kwa soko la Afrika? Deo. Kwa soko la Afrika tumeanza Deo. na tayari nchi tisa sasa hivi zimeshaanza kutumia viwadudu vinavyozalishwa katika kiwanda chetu mm. Na kiwanda sasa kina kina kina kibali cha kufanya registration ya bidhaa hizi mm, katika communities zetu uh, East African Community, Africa Free Trade Area na mashirikiano mbalimbali ya, ya, mbali ya nchini Afrika. Kwa hiyo tumeisha kwenda huko na tayari nchi za Uganda, Kenya, Eswatini, Angola, Uganda zimeshaanza kuja kuchukua dawa. Bila shaka kwa sababu ya asili ya upatikanaji wake hakutokuwa na malalamiko ya watu ya side effects, ama na zenyewe zipo. Mtangazaji <laughs> hii mm. dawa haina side effect yoyote, ni dawa salama kabisa na ina faida nyingi kwa sababu unapoitumia hata kwenye mboga hizi kama mmetembea hata hapa, au nchi zingine, kuna zile bidhaa organic no. hmm. Ile pesticide residues ikipimwa au chemical residues kwenye mboga mboga au chakula kilichotumia viuatilifu hivi na mbolea hizi inakuwa hakuna kabisa. Kwa hiyo hata unapotumia, ndugu mtangazaji, madhara hakuna, ndio maana nimekwambia unaweza ukainywa. Kwa hiyo haina madhara kwa binadamu na kwa mazingira pia. Pamoja na kufanya uh, hichi ambacho mnakfanya kuzungumza na wananchi kupitia vyombo vya habari, ni kwa namna gani pia mnatarajia kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu dawa hizi? Uelewa kwa jamii ndio tu, huwa tunafanya hmm, kupitia hizi social media, tunakwenda kwenye mashule hmm, tunakwenda kwenye mashamba makubwa hata kwenye mashamba ya miwa ya Azam, pale Bagamoyo yeah, tumekwenda ku promote hii dawa yetu, kwa sababu tena uzuri kama nye ni wadau wakubwa, ni wateja wakubwa, kwa sababu kwenye mashamba ya miwa kunatengeneza mazalia ya mbu, sawa, lakini pia viuatilifu hai vile vinaweza vikaua wadudu wanaoshambulia miwa. Kwa hiyo tunatumia platforms hizo yeah: kwenye mashamba makubwa, mashule, makampuni, migodi kote kule wanapotengeneza mazalia kwa namna moja au nyingine, tunawatembelea mmoja mmoja, lakini sasa hivi tumeingia kwenye hii kampeni ya kutumia vyombo vyetu vya televisheni na vitu kama hivyo. Sasa sasa, ongereni sana NDC, ongereni sana kwa kweli ni, ni, ni hatua kubwa, na kufikia hatua ambayo tunazalisha vitu kama hivi viwatilifu sisi wenyewe, tena vile ambavyo vinaweza kukabiliana na changamoto ikiwemo kama maradhi kama malaria kwa ukubwa huo, kwa kweli mnastahiki kupewa kongole kubwa sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Na tunakushukuru sana, karibu mm. tena kwa wakati mwingine mm. kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu zaidi mm. na Sante. kuhamasisha jamii kuelewa kuhusu eh, dawa hizi na eh, pia kiwanda hichi cha viwatilifu anaitwa Easter Mwaigomelo ni mkurugenzi wa vya uh, viwanda vya kuongeza thamani kutoka shirika la taifa la maendeleo hapa nchini, na tumezungumza naye mengi kuhusiana na hichi kiwanda ambacho kimeanzishwa hapa nchini maalum kabisa kwa ajili ya uh, uzalishaji wa viwatilifu, na tunaona faida kubwa bila shaka elfu mbili na thelathini tutaishi hapa nchini bila kuonana. <laughs> tuna, tuna, tuna, tuna, taradia, hilo, tuna, na mbu tunatarajia hilo, na niseme tu kwamba tunamshukuru sana sana hmm, Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu amedhamiria kweli kutokomeza malaria. Kama mnavyofahamu inasababisha vifo vya kinamama na watoto kabisa. Na, na productivity inashuka kwa sababu unavyougua malaria hutaenda kazini siku mbili wiki nzima. Sasa mama yetu, uh, serikali yetu wametoa sapoti kubwa sana kwa mwaka huu wa fedha. Tayari mahitaji yalikuwa ni bilioni kumi kwa ajili ya kununua dawa hizi yeah. Lakini mpaka sasa ametupatia bilioni sita nice. Na tumenu, uh, tumezalisha viuadudu na vimesambazwa kwenye halmashauri Fokasi ya kwanza ilikuwa kwenye halmashauri zile zenye maambukizi makubwa sana ya malaria, halmashauri mia na halmashauri hamsini na saba, na sasa hivi tunaendelea kwenye halmashauri mia na ishirini na saba. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali ya awamu ya sita kwa sapoti kubwa katika kiwanda. Ninaamini hata 2030 haitafika, tutakuwa tumeshaondokana, tume ondokana ah, na ugonjwa.